Wengineko taswira ya kisiasa inakabiliwa na msisimko mkubwa leo usiku, huku chaguzi ndogo za juma lijalo zikizua kampeni kali, wengine wakiwaunga mkono wapinzani na wengine wakibishana hadharani katika maeneo kadhaa. Kuanzia magharibi mwa nchi ambako waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi anatekeleza kampeni kukusanya pamoja ya kura ya jamii ya, lu, ya Waluya huku akitoa wito wa umoja na kuhimiza jamii hiyo kuunga mkono ajenda ya maendeleo ya serikali huku akiwaonya viongozi wanaowashutumu kwa kuleta migawanyiko. Naam, na huko Nyanza, mzozo mkubwa umezuka katika kaunti ya Homa Bay ambako gavana Gladys Wanga na naibu wake Oyugi Magwanga wanaunga mkono wagombea hasimu kwenye kinyang'anyiro cha Kasipul na kubainisha migawanyiko katika chama cha ODM siku chache tu kabla ya kura hiyo, huku viongozi wa upinzani wakikita kambi huko Ugunja kumpigia debe mgombea wao. Mwanahabari wetu Ben Chumba anatuarifu zaidi. <tune> Katika eneo la Malava, waziri mwenye mamlaka makubwa Musalia Mudavadi alihimiza jamii ya Waluya idumishe umoja na kuunga mkono serikali, ikiwaonya viongozi dhidi ya kuzua migawanyiko, huku eneo hilo likijiandaa kwa uchaguzi mdogo. Sifikiri watu wanalala kisiasa bana. Mashemeji wetu hapa mwanza wa ODM wanalenga nyinyi, mkilala watatafuta Akiwahutubia Aki wa wakazi huko Samitsi katika kaunti ya Kakamega, Mudavadi aliwakosoa wa Seneta Boni Halwale na Gavana George Natembea kwa kuiumbisha jamii hiyo na kutangaza wazi kwamba mgombea wa chama cha UDA David Ndakwa atashinda kiti cha Malava watakuzungusha na watakungoa. we are politicians. Mtu asifikiri kwa sababu Musalia anaongea kidiplomasia ati hajui siasa. My friend, nimeshinda, nimepoteza, nimeamuka. na katika kaunti ya Homa Bay mzozo mkali umezuka katika uongozi mkuu. Gavana Gladys Wanga na naibu wake Oyugi Magwanga sasa wako kwenye pande pinzani kwenye kampeni kali za uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kasipul. Na katika kaunti ya Siaya, vinara wa upinzani Kalonzo Musioka na Yujin Wamalwa walipeleka kampeni zao huku Gunja wakimpigia debe mgombea wa chama cha Waipa Patriotic Front RNT Dhiambo kabla ya uchaguzi huo mdogo wa tarehe 27 mwezi huu. Kuna marafiki wapya ambao wanakuja hapa kuwaomba kura zenu. Sisi tuliosimama na baba, tukampigania akiibiwa, hivi leo twakuja kuwaomba msimame na sisi, na huyu Bwana orodi huyo orodi ndio tumekuja kuomba kura yake mumupatie maana kama mumepatia huyo orodi kura mumepatia Kalonzo Ben Chumba dira ya magwiji